Awaawae naambia sema Ibn Hamid jalisun, mtoto Hamid ni mwenye kukaa. Wa bintu Yasirin waqifatun, na bintu Yasirin mwenye kusimama. Ibn Hamid jalisun, mtoto Hamid ni mwenye kukaa asalkaa kule. aaisanataamsoni Mudarrisu ni mwalimu wa kiume akiwa wa kike mudarrisatun. Talibu ni mwanafunzi wa kiume akiwa wa kike talibatun. Tabibu ni daktari wa kiume akiwa wa kike

hiya jamilatun jida, hiya sani nzuri mno. hiya jamilatun jida, hiya sani nzuri mno. jidan ana atshan ji, hiki ni kijiko a

Neno lingine pia ni darun, darun ni nyumba. Darun. Maneno haya ukiyatazama ni kama ya kiume lakini ni ya kike. Wao tutumia hadhi. Kwa hiyo kichungu kwa sana hadhi hadharun hiki ni chungu. Nyumba iko hapa, sema hadhi darun. Hii ni nyumba au sema hadha bait. Bait ni ya kiume lakini darun ni jina la kike. Kwa sema hadha bait au hadhi darun. Bila vile jua ikiwa karibu lakini sema hadhi shams. Ikiwa karibu sasa hili ni ya mkiama. Kwa hiyo ikiwa karibu hadhi shams. Ikiwa mbali tukuja kwa namna ya kuashiria kwa msomo inalofuatia inshallah. Kuna majina ya kike lakini yapo kama ya kiume. Kwa hiyo itabidi uwe makini, tutakuwa tunajifunza hivi kidogo kidogo inshaallah. Nasema vile hadhihi baqaratul fallahi, huyu ni ng'ombe wa mkulima. Hadhihi baqaratul fallahi, huyu ni ng'ombe wa mkulima. Suratul Baqara, baqara ni ng'ombe ndugu. Sasa hadhihi baqaratul fallahi, huyu ni ng'ombe wa mkulima. Baqaratun ni mudhaf, al fallahi ni mudhaf ilayhi. Hadha anfun, hii ni pua. Hadha famun na huu ni mdomo mdomo kwa na kinywa hadha anfun hii ni pua wa hadha famun na huu ni mdomo jicho kisha kusema mbele wa hadhi yadun yadun na huu ni mkono

kaka yangu, hadha akhi ni kaka yangu. Dada yangu, hadhihi ukhti ni dada yangu. Babu, hadha jaddi ni babu yangu. Bibi, je, hadhihi jaddati ni bibi yangu. Jaddati itabidi kusaidia inshallah kwenye kufanya mazoezi. Aina qidru lahmi, kiko wapi chungu cha nyama? Aina qidru lahmi, kiko wapi chungu cha nyama? Qidru lahmi iru mudaf, allahmi mudaf ilayhi. Hiya fithalajati, hicho chungu kipo wenye friji. Chungu sufuria, hiya fithalajati. nua hadha babun wa hadhihi nafidatun, ni mlango asaa